Haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wasaji wazoefu, ina mwalimu mzuri, haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho, inshallah amina. Tunajifanya sana kazi, hata juzi nafikiri limejitokeza tena, lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani, na imani katika mchezo wa kesho, nafasi zitakapopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Hakuna mechi rahisi kati ya sema JKT, ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana, na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha, pamoja na ugumu wao na katika uwanja wao, tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kiukweli sisi tulitarajia gemu hizi lazima zitakuwa ni gemu ngumu, kwa sababu watu wote wamekuwa ni watu wagumu kwetu sisi, na hilo sisi tulilijua mapema kabisa, kupata upinzana na namna hii tume, tumejipanga na tunajiandaa kwa upinzani huo kwa kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa hiyo mi nafikiri ni suala ambalo sisi tulilitarajia na tunalifanyia maandalizi ya kutosha ili kuweza kutengeneza mechi hizi kuwa rahisi kuliko kulikokuwa ngumu kwetu sisi Zuru. morali ya wachezaji wetu sisi iko vizuri sana, na wamekuwa wakihamasishana wao kwa wao, wakipeana majukumu kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo leo umoja wa wachezaji kiukweli sisi unatupa, ma, unatupa ma, unatupa mwanga mkubwa sana wakuweza kufanya vizuri katika hizi gemu azaz. Kikubwa kwanza ni wapongeze mashabiki wetu kiukweli, wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi, wamekuwa wakitusapoti, wakitufata sisi kwa kila hali, ujue wamekuwa na sisi katika matokeo yoyote ambayo yako kwa sisikwao. Mimi ni wa, niwapongeze na niendelee kuwaomba wawe na sisi na waje support tuhakikisha tufanye kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu yake Simba ifanya